Wameolewa katika ndoa zao na makafiri wenzao. Sasa watakapohama kutoka katika ukafiri na kuamua kuachana na wale ambao waliokuwa wamewaoa na kuja kujiunga na dini yako wewe, bwana Mtume Muhammad, wakadhihirisha kwamba wao ni Waislamu na wamekuamini, famtahinuhunna, basi wape mitihani ili kusadikisha juu ya imani yao ikoje, wamehama kweli na wamekuamini na wa hawatorejea katika ukafiri. Fa in alimtumuhunna mu'minat, ikiwa kama mtajua juu ya uhakika wa imani zao, wala falatarjauhunna ila lkufari, msiwarejeshe tena katika nini? Katika ukafiri. La hunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahum, kwamba hawa wanawake walioamua kuacha ukafiri na kuacha wanaume wao wa awali, basi sio halali tena kwao kuendelea na maisha ya ndoa zao za awali, bali ni jukumu lenu ninyi Waislamu kwenda kufanyaje? Kwenda kuwaoa. Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo ndoa katika Uislamu ni jambo la kiitikadi ambalo itikadi yenyewe haijuzu kwa Muislamu kwenda kuolewa na asiyekuwa nani, Muislamu. Tumeelewana <toditumailoana> vizuri, japokuwa kuna baadhi ya falsafa kwamba kwa Ahlulkitabi ahlu wanaruhusiwa na kadhalika, Ahlulkitabi wote walimwamini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia wakaamini Qurani kwamba ni kitabu cha nani, cha Mwenyezi Mungu. Sasa utahukumu wewe kwamba hawa Ahlulkitabi je

Utaona kwamba ahlul kitabi wote walimwamini bwana mtume Muhammad na wakaamini ujio uliokuja kabla ya bwana mtume Muhammad. Hawa sasa wanaamini, hawaamini, hilo jibu baki nalo wewe mwenye hoja atatafuta. Tumefahamiana vizuri. Sasa, ndugu zangu, ndoa tumeshaona definition yake, si ndivyo? Sasa kwa nini tuoane? Tumeelewana vizuri. Kwa nini tuoane? Ili ni swali lingine. Kwa nini bwana Mtume Muhammad aseme tanakahu takthuru, kwamba oaneni ili muwe wengi, Fa inni ubahi bikum lumama yawm lqiyama, ili e na mimi niweze kujivuna kujigamba kuwa na umma mkubwa siku ya kiyama. Kwa nini ameanza kusema tanakahu oaneni, na hakusema zinu, nendeni mkazini? Tumeliona vizuri eh, kwa sababu familia bora kwa mujibu wa nadharia ya Kiislamu inatengenezwa kutokana na msingi wa mahusiano ya kisheria yanayotambulika, yaliyofungwa yali baina ya baba na nani, baina ya mke na nani na mume, tumefahamiana vizuri eh? baina ya mke na mume. Ndio maana hata sayidu na Adam alaihi salatu wassalam hakuweza kuzaa mpaka pale alipoozeshwa, ambapo mahari yake ilikuwa ni nini? ni kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kama inavyozungumzwa katika kitabu cha ja Abulfida Ibnu Kathiri Albidayatu wa Nihaya mujalladi wa, wa kwanza. Ilikuwa ni kumswalia bwana nani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Angeweza kumwachia tu, umefahamiana. Lakini dalili kwamba ameoa kilikujaje? uskun anta wa zawjuka aljanna. Tumefahamiana, akusema, uskun anta wa mra'ataka janna, kwamba kaa wewe na mwanamke wako. Aa, alipata heshima kwamba uskun anta wa zawjuka aljanna, nenda kaishi wewe na mke wako wapi? Katika pepo. Tumefahamiana vizuri. Maana yake walifata misingi ya sheria, ndio maana akapata heshima ya kuitwa mke. Unaweza ukawa kwenye ndoa na usipate